Sarafina, um, tumeifunga tume chapta ya Ibra akiwa kwenye mwavuli wa lebo ya Konde Gang right? mm -hmm. Sasa hivi tunajaribu tuna kuimagine mm -hmm. chapa ya Ibra mm -hmm. akiwa kama msanii solo, alikuwa solo artist solo kwenye bendi Ukisema solo artist maanake ni kwamba ni kwamba ni msanii anayejitegemea, haijalishi sasa hivi ah, no, no. Ni kwamba anajitegemea ikuwa... hakuwa kwenye hakuwa kwenye, kwamba, hakuwa kwenye, hakuwa kwenye bendi. Ibra alikuwa chini ya lebo umeelewa? so uh, nimejaribu kupita na comment za watu wakisema sasa hivi comment tena upate tena elfu moja kama mwanzoni wakati nataka kutoka hey. Watu walikuwa na comment sana kwako na nini. By the way, Ibra ameshatangaza show tayari, anaenda kuanza kupiga show this time na najaribu kuwaza comeback ya Ibra itakuwaje. Wapo ambao wanasema sasa tunaanza kuona Ibra anapiga show, sasa umeanza chakatu chaka tuchaka, nini, comment zimepungua waliokujaza na nini, pressure imekuwa ni kubwa sana, mm. I'm just trying to imagine Ibra ambavyo anajifilm ndani yake yeye, kwa sababu yeye ndo alidemand kutoka right? Mm. Ndo alidemand kutoka hivyo, nawaza step yake ya kwanza akiwa kama msanii huru itakuwaje naiwaza sana, anakuja na mguu gani? Watu wanasubiri kumpima. Unajua one thing about Ibra, ni msanii mzuri yeah, of course. Yani ni msanii mzuri sana sana, hilo hatuwezi kupinga mm. Uh, nafikiri kama mtu ambaye alitaka mwenyewe kutoka ashapiga hesabu kwamba mimi nikitoa ngoma naweza kufanya promotion kwa sehemu hii, labda kama ni pesa Aishapigia hesabu zote labla mm. Nachohisi mimi kwa sababu hawezi kuwa hajiwezi kwenye hivyo vyote akawa nataka kutoka. Hawezi kuwa sawa. Na ana, ana, ana watu ambao navoona mimi. Kunaweza wakampa hints za hapa na pale, mm. Lakini haiwezi kuwa sawa, of course. Haiwezi kuwa sawa kutokana na kwamba mara ya kwanza msaada ulikuwa wa lebo. Mm. Lakini anasema hiyo lebo kwa mwaka mzima ulieka milioni sita. Mm-mm, kwa kama lebo hauna maana fan base. Ricky kuna kuna kuna vitu vingine lebo inaweza kufanya mm. Mtu akahisi ana deserve mm. Yaani kwamba I don't count because I deserve it, sijui unanielewa, lakini kiuhalisia, ukiwa peke yako hivyo pia huto vipata ambavyo unahisi una deserve mm. sawa mm. Yeye anaweza akasema milioni sita, ukienda kwa Harmonize akakwambia nimeweka milioni arobaini mm. kwa mwaka, au milioni mia kwa mwaka, utakata hamna course, hamna hesabu za moja kwa moja uh, ambazo zinakufanya wewe ina, inawezekana urizziki. In terms of of money mm hiyo -hmm. Pesa haikuwekwa lakini in terms of value ya kile kilichofanyika mm -hmm. Sio na nielewa kwamba Harmonize alipiga alitoa muda wake akapiga mm -hmm. simu sehemu akazungumza kuhusiana na Ibra ilikuwa cool. Rahisi wewe kuingia hapa kwa sababu una mwamvuli wa Konde Gang mm. uliona wamekusaidia mm. Bila Harmonize mm. Lakini kiukweli wamekusaidia kwa sababu ya Harmonize mm. kutokana na, na mwamvuli uliopo mm. chini yake sawa sawa mm. kwa sasa hivi ukija kuingia tena kuna uwezekano mkubwa kwa watu ambao mindset zao hmm. sio nzuri sana au sio zimekuwa sana hmm. mimi naweza nikakusaidia wewe ukiwa kwa Harmonize, La. lakini kama umetoka, mimi na wewe hatuna biashara, kwa sababu mimi na wewe tulijuana kupitia Harmonize, sawa? Watu wengi wa mjini connection zao zinakuaga hivyo. Ukikosana na mtu ambaye amekutambulisha kwake, mara nyingi hawataki story na wewe, maana wanahisi watapoteza ile connection ya mwanzo. Sasa Ibra uh, sasa hivi alipo ameshapiga hesabu hizo zote juzi kwa jani maana, amempa zawadi Mr T Touch zawadi ya cheni eh? Mm -hmm. Amempa zawadi ya cheni, inamaanisha bwana kujipata kupo, hela ipo. Hata ndoa mara ya kwanza zinakuwaga nzuri sana mpaka, mm. utapoanza kusikia compliments kutoka kwa wanandoa mm. mmoja, nakuambia usinione nikuwa nacheka tu, kwa sababu nikuwa nataka nisafishe imeji ya mwanaume wangu au nisafishe imeji ya mwanamke wangu Ukweli ni kwamba ukweli wa mambo hauko Instagram, Facebook, Twitter, wala WhatsApp wala wapi, hauko mtandaoni. Ukweli wa mambo, talk to to them face to face, tena sio hata na kamera, sio interview, just stories. Unajua ukweli wa mambo ndo ulipo mm. Sometimes wanafanya hivyo kwa ajili ya brandi mm. I hope unajua yeah, I know, kwamba unataka uonekane uko sawa while hauko sawa. Sisemi kwamba Ibra hayuko sawa, ila nasema apart from muziki wake kufanya vizuri yeye mwenyewe afya yake ya akili anatakiwa awe sawa. Kikubwa tu ni kwamba Ibra ana mzigo mkubwa ambao no, yuko nao mgongoni na anatakiwa kuinuka na kutuaminisha kwamba ule mzigo sio mzito kiasi hicho. Kitu kingine uh, unamwona mm. Ibra amekuwa akifanya kazi na Mr. T recently mm. anamjua vizuri sana mm. Harmonize kipindi kile ndo yuko na Diamond hmm. wameshinda sana kwa Mr T hizo kufanya project sijui nini kwao. Mr T pia anamfahamu vizuri Harmonize, yeah. so na, na, nafikiri kuna sehemu wakikaa Ibra na Mr T wanaelewana kwenye stori, sijui unanielewa, yani kwamba Harmonize this ah, yule hivi hapa ah, yu, yuko sawa kabisa. Unajua, mm. wana stori zao ambazo zinashabihiana mm. Sasa sisi tunatamani, mimi kwa mfano, mimi kama mimi natamani kuona Ibra na Sustain kwenye game kutokana na ladha ambayo ametupatia, haina mbadala mm. na hatutamani hata kidogo hiyo ladha ikauke kwenye mm. game ya Bongo Flava, so hatutamani kumpoteza sio tu kwa kukosa mdhamini au kwa stress au kwa chochote kile, so natamani sana amaintain afya yake ya akili, amaintain nafasi yake kwenye game sasa hivi, kwa sababu kiukweli, uh, alipofikia hmm. ana laana za watu wengine kwa kile ambacho alikuwa amekifanya kwa Harmonize nani? ile kutupiana maneno na nini hmm. analaana kwa baadhi ya watu, kuna watu wanalaani kile alichokifanya hmm. kwamba huyu huyu ndo ametuletea wewe, sawa hmm. Kwa nini mnaanza kutupiana maneno, mara aliniita chumbani mara hivi? Mm. kuna watu wengine wanampongeza Mm, kwamba kuna mtu mwingine hana hizo guards za kusema anaachana na management. Kuna watu wangapi wanajulikana labda la, wako kwenye lebo wanateseka lakini hawawezi kusema chochote mm. Wanaondoka sijui hapo mm. Hatujajua stori behind ya Mac Voice, umemsikia mm? Mac Voice kwa chochote ki hata kwa posti na nini mm -mm. Lakini kwa unavyohisi wapo sawasawa sawa na Rayvan Hapana. Kwa, kwa shows unazoziona na nini? So kuna kuna, kuna muda you just, you have to be careful kwa sababu kuwa na na, na na maneno mabaya, watu wanakuzungumzia juu yako kwa sababu ya posti mbili tatu ambazo kiuhalisia si nzuri. Wenyewe wanakuambia kwamba um, mwanamke mzuri akiwa kwa mtu mm, au mwanaume mwana mzuri akiwa kwa mtu akiwa single, unaanza kujiuliza kwa nini. Sasa ndo ametoka sasa, mbona ana date na mke wa mtu? Mtu ametoka sasa, anakuja kwako yeye gundua kama ili mpate uhuru, kuna kuna kuna madhaifu fulani jamaa alikuwa anavumiliaga au mwanamke alikuwa anavumiliaga, you understand. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho unaweza nikasema kuhusiana Ibra, kila mtu ana mapungufu yake. Sasa hivi mtu anaweza kataka kusupport, mhm, akutana challenge, kuna issue fulani ilikuepo, umeelewa? Kila mtu ana mapungufu yake, so mimi naweza nikasema <laughs> <laughs> Ibra kwenye swala la talent hakuna ambacho mimi namdai, ana kipaji kikubwa sana kwa respect ambayo amekuwa akionyesha pia, ambayo wengi mimi nishakutana nayo kwake, ni respect nzuri sana but wadau wanaofanya sanaa ifikie watu wako hao, wengi au watu kupromoti kazi yako ni ni, ni, ni watu wengi ambao wanahusika. Sasa mm -hmm. Hawa watu wengi kuwaaminisha tena na mashabiki kupokea the same, kama ulivyokuwa chini ya lebo, ndicho kibarua ambacho anatakiwa kukifanya okay. what to do ni kwamba anatakiwa tu afomulate timu ambayo itaweza kumsaidia vitu, kwa sababu kama kaondoka kwenye lebo akiwa hana kitu na kama asipopata backup ya kifedha mm -hmm. inamaanisha ata struggle mara mbili ya alichokuwa anapitia kwenye lebo You understand? Hmm. Kwa hiyo hapo Ibra ana kazi ya kuhakikisha kwamba kama alikuwakli kwa finance na vitu vingine vingine, ulichangaga kipindike mi nilichanga milioni hamsini, baba bure, ila zile pesa zitakuwa zilimsaidia sidhani kama hata, kama hata kama laki mbili maana najua laki mbili atakuwa alifikisha. Kuna washikaji zangu alichanga laki moja, kwa hiyo napigia laki mbili itakuwa <laughs> imefika aje, saidika somehow, amesaidika eh. Jamani, kikubwa kikubwa, mi nafikiri kuwa positive sana kipindi hiki ulicho nacho ni kipindi cha watu kukujaza maneno mm. We ni noma mm -hmm. Yani we mbona utafika mbali mm -hmm. Usipokuwa positive, usipokuwa na akili yako ya ziada kujua kutenga hizi mbivu, hizi mbichi mm. Basi ndo utaenda kudumbukia hapo. Yani hiki ndo kipindi chako cha kudondoka au kunyanyuka. Sasa utachagua wewe, kipi ufuate, kwa sababu watu wengi watakuja, wana mipango hivi. Unajua watu waongo wana mipango mingi mm. Afu kila ukiona, unaona inatiki mipango sasa, watakuja wakulize sasa.